Kwanza niwapongeze kwa ushirikiano kwa nguvu, kwa jitihada zote ambazo tumezionyesha toka tumeanza asubuhi mpaka hapa tulipofikia. Kwa namna hii ambavyo tumetembea leo inaonyesha ni namna gani tuko vizuri piru tusio fupi kwa ujumla. Kwa hiyo ongereni sana, mmeonyesha kwamba kweli mna nia mna nguvu na mna ari ya hali ya juu, hakikisha kwamba nchi kwa ujumla inakuwa salama. Kwa hiyo tusiishie hapa, mazoezi haya usiishie kufanya leo. Kwa wakati wako ukifanya, endelea inakusaidia kuwa na nguvu, hasa tunapokuwa tumeungana hivi unakuwa haukati tamaa. Lakini kingine, tusikubali kubaki nyuma. Itaidi kazana ili tuweze kufikia lengo. Asante. Kwa leo ni nzuri sana na meona no, na, na tu, tu kuna napongeza sana. Na kwenye umoja wetu pia, uh, tunakumbushana kutafuta taarifa, kupokea taarifa, kujenga mahusiano na wananchi ambao tunawalinda. Leo tunafanya mazoezi ma ma, sio kwa ajili ya kuwatisha wananchi wetu, lakini kuwahakikishia kwamba sisi kazi yetu ni kuwalinda wao. Kwa hiyo tunajenga ukaribu, tunasogea karibu na wananchi, kwa sababu kazi yetu kubwa ni kuwatumikia wao na kuwalinda wao. Kwa hiyo tuendelee kulitumia hilo kwa ajili ya kupata taarifa. Tunapokuwa karibu na wananchi, tunapata taarifa za uhalifu na uhalifu. Kwa hiyo zile taarifa tunazitumia kuzifanyia kazi. Kuna wengine watagawa namba za simu, kama kuna majanga ya moto kule, basi wananchi watakuwa watawiwa, wataweza kutoa taarifa zile kwa haraka. Kuna watu wanaharibu misitu yetu, mazingira yanaharibika, wameona tuko nao, watatupa taarifa na sisi tu tutazuia. Lakini kuna wahamiaji haramu ambao wanatoka nje ya nchi yetu kwa hiyo wananchi wakitora tuko pamoja hivi, maanake wanatupa wanatupa taarifa. Wenzetu wako responsible kulinda mipaka ya maadui kutoka nje. Kwa hiyo wananchi watapata taarifa, watatoa taarifa kwetu, nasi tutazuia na, na nchi yetu itakuwa itakuwa salama.